Na ubya wakosita Mhashamu Askofu, pamoja na mafanikio tulio nayo, pia kuna changamoto ambazo ni changamoto. Gharama za usafiri wa kigango kimoja hadi kingine ni kubwa, hii inapelekea aai kutofika kwa wakati kigangoni. Tengile kutumia usafiri wa saa saba usiku kwenda Kemondo ili waweze kutimiza majukumu yao, na viongozi hawakuhudhuria mkutano jimboni kutokana na kuchafuka kwa hali ya hewa